kama kawaida ukionyesha kidogo tuta so we want to support them with the hospital bill we want to support them with a the business both for the father and the mother we will support Boni once he comes out of the hospital tutamsaidia pia we want to stand with this family team sisi kwa sisi uh, please send whatever you can Tuma yo ten bob tuma five bob tuma one bob tuma ten thousand. God bless you, God bless you, God bless you, Boni atapona. Wako sina namba ya Safaricom, zero seven zero zero Namba mm. mm -hmm. Jina ni yangu ni ee la Mpesa Jona Kariuki. Tumekula sida sana, kabla afike hapo, nasema ni asanti na wale pia watasimama na sisi. Tunaomba Mungu awabariki na asimame nao. This is their house. Yeah. Licha ya maskari wawili kuweza kuweza kufanya tukio ujaribio la kutaka kumuua kijana Boniface ambaye alikuwa anafahamika kwa jina hilo ambaye alikuwa ni muuzaji tu wa barakoa kutokea kule nchini Nairobi. Sasa Eric Omondi ni mmoja kati ya watu ambao pia ni comedians kutokea kule Kenya lakini pia huwa anapenda sana kuja hapa Tanzania kwa sababu kwa mujibu wake, yeye huwa anasema Tanzania ni unaweza kusema ni second home yake. Huwa anapenda sana kuja huko. Sasa ameweza kuwatembelea wazazi wa wa Boniface nyumbani kwao hapo ameweza kuwapa kuwa pole lakini pia kuweza kuwapa moyo kwamba eh, kijana wao atapona, lakini pia anaweza kuwaambia kwamba wazazi wao wataje zile namba zao za simu eh, so wameweza kutaja. So kwa wewe msamaria mema ambaye utaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukawasaidia kupitia namba hizo ambazo wamekuisha kuzitaja. Mama mzazi anaonekana analia sana na na kuweza kusikitishwa lakini lakini, ukimsikiliza vizuri na kumwambia kabisa, utapona utapona utapona mwanangu, mwanangu. Mzee tunamuona naye pia kijasiri zaidi, anasema ndio hivyo mambo yalikuwa yameweza kutokea kijana walikuwa katika harakati zake za kimaisha, wanipata shida sana kuweza e, kumtunza mpaka pale alipofikia kwa sasa hivi, anaweza kuuza barakoa na vitu vingine kibao. So, walipatia shida nyingi sana kama wazazi e, kuweza kumlea mtoto wao kuweza kufikia mpaka pale alipo sasa. Kuhusiana na kesi hiyo, maafisa wawili wa polisi ambao wanafahamika kwa kwa jina la e, Cleans Barasa na Dusan Kimprono e, waliweza kushtakiwa kwa siku 15 ili kuweza kuruhusu uchunguzi e, kuhusu tukio la kuweza kumpiga risasi muuzaji e, e, wa barakoa wakati wa maandamano ambayo yaliweza kufanyika Nairobi pale ilikuwa ni tarehe 17 ya mwezi wa sita mwaka 2025. Lakini pia mahakama ya Nairobi iliweza kuagiza eh, kuzuiliwa kwa eh, kuzuiliwa kwao leo tarehe 19 Juni 2025 ambapo maafisa hao watashikiliwa katika kituo cha polisi cha Kapitilo Hill. Kwa hiyo siku 15 tano washikaji hawa watakuwa chini ya uangalizi wa polisi. Wao ni, wao ni askari lakini kwa nini utende kitendo eh, kama hicho kuweza kumpiga mtu risasi hata kama kulikuwa kwenye maandamano. Kati, tunajua kabisa maandamano, maandamano mengi sana huwa eh, wanatupiwa mabomu ya machozi ili kuweza kupunguza ghasia kidogo, lakini wao waliweza kutumia risasi na kuweza kumpiga kijana huyo na mpaka watu walihisi hao vijana wameweza kufariki, lakini eh, hakuweza kufariki bwana eh, Boniface lakini wameweza kushikiliwa. Na Eric Omondi tunaona kabisa ameweza kufika kwao na vimekuwa viral kinoma noma. Drop comment yako hapo kwa maoni mengi zaidi. Chao.